Shirika la Huduma ya Misitu nchini KFS kupitia Wizara ya Mazingira imekuwa ikifanya vikao katika kaunti tofauti kuchukua maoni ya Wakenya kuhusu mapendekezo manane ya uhifadhi na usimamizi wa misitu. Ukiona KWS kati ya mapendekezo hayo manane, pendekezo la sheria mpya itakayomilikisha watu na mashirika binafsi misitu ya umma lilipingwa vikali na wenyeji wa kaunti za ukanda wa kaskazini mwa Bonde la Ufa. Consensus ndio watu wakatae, ama wa reject in totality. Ni kwamba tunaelewa hii ministry wamepitia mlango wa nyuma, nyuma lengo lao kubwa ni kunadi ama kukodesha misitu zetu saa Kenya. Hiyo ndio kitu ambayo imekera watu na hiyo ndio kitu imefanya wananchi ama wakaaji ama community wakataa that thing in totality katika pendekezo hilo. Wizara ya Mazingira inataka sheria ibuniwe ili kuweka taratibu za usimamizi wa misitu ya umma chini ya watu binafsi na wajibu wa KFS, hii ikilenga kuhusisha sekta ya kibinafsi katika swala la uhifadhi. Ni sasa hii, concession hii kama ni ya mtu binafsi, wamesikilizana na, na, na, na, na wazungu yao, warudishe wazungu, watafutie mali nyingine, lakini si hapa Especially nyinyi viongozi, and we are warning our MPs. Hawaperekani na sisi tukiwa na mambo kama hii ambaye, there is a big element in the house they don't come with us. Where are they? Tuna elect hawa ya nini kama wameshindwa na kazi? Wakuje kukaa na sisi nyumbani. These people we know them. Kama wanaenda kuongwa pesa huko, ndio wafanyie mtu mmoja kazi na waachie sisi, hiyo tunakataa. Na sisi tunataka kuonya head of state. Atusaidia sana kukinga hii maneno. Hata hivyo, wenyeji wanahofia mpango huo utatoa mwanya kwa watu wenye ushawishi serikalini kuchukua umiliki wa misitu ya umma na hata wengine kunyakua kwa ridhaa ya serikali. Wametishia kuelekea mahakamani kupinga pendekezo hilo endapo litafanywa sheria au waandae maandamano. Tunaomba ya kwamba waziri aliyekuja kwa ajili ya hii kazi ya kwamba sisi kama tumesema hiyo maneno ya cessation tumekataa, na mkiendelea, I think the best way ya kuweza kusimamisha nyinyi ama mnaweza sikiza hii serikali ya Kenya, it is either through court, ama tuende sehemu ile ingine ya maandamano yenye jenzi walienda. Sasa inasalia kuona iwapo KFS na wizara husika zitafanyia marekebisho ya pendekezo hilo lenye utata. Timothy Simwa, runinga K24, saa moja.